Anajasatu almukhafafatu, najisi nyepesi. Namba mbili, namba mbili, najisi nyepesi. Anasema hii ya paulu uswabii, anasema najisi nyepesi ni mkojo wa mtoto mdogo wa kiume. Hii ya paulu uswabii ni mkojo wa mtoto mdogo wa kiume, allazi lam yataghaha illa bilabani, mtoto ambaye hajapata chakula chakula isipokuwa maziwa. Allazi lam yataghaha illa bilabani, mtoto huyo hajapata kula isipokuwa maziwa ya mamake walam yablu bilhaulaini, wala hajafikia kiwango cha miaka miwili. Mkojo wa mtoto mwenye sifa hii najisi yake inaitwa najisi nyepesi. Tunaelewana mashekhe? Alnajasatu -na almukhafafatu, najisi nyepesi hii. Ni baulu swarihi, ni mkojo wa mtoto mdogo wa kiume alladhi, mtoto ambaye lam yataghadha illa bilabani. Sawa, so, hajapata kula isipokuwa maziwa tu. Hici ndo kipimo, wa lam yadhuluni alhaulaini na hajafikisha miaka miwili sawa. so, sharti ni mbili: awe hajala isipokuwa maziwa na awe hajavuka miaka miwili. Sasa mkojo wa huyu mtoto lam lam yataghadda tagadda hajapata kula taghadha, na taghadha ni sawa pamoja, taghadha ni chakula cha chakula cha sanga cha mchana sawa. lam yataghadda illa llaban, hajapata kula isipokuwa maziwa. Kwayo sharti mbili, lakini mtoto akiwa ni wa kiume, lakini kishaanza anza kunywa uji na miaka miwili hajafikisha, mkojo wake sio najisi mukhafafa. tena awe hajale isipokuwa maziwa na hajavuka miaka miwili. Sasa huyu najisi yake inaitwa nyepesi, sawa. Anasema taharatu najasati al mukhaffafa namna ya kutoharisha kusafisha najisi nyepesi, anasema yurashu ala mahaliha maun hata yattala. Sawa, so, Shekhe anasema utarashia pahala alipokoliwa mtoto, utarashia nini, maun Yurashu ala mahali hamau yatarushiwa, pahala alipokojolea mtoto maji, hata yabtala. Shekhe anasema mpaka paroe, mpaka mpaka paroe, sawa. Kama mtoto wa kiume amekukojolea au kakojolea nguo yako, una haja ya kwenda kuifua wala kuiosha madhali hajala isipokuwa maziwa na hajapinduka miaka miwili, yule unachukua maji unarashia ile sehemu ambayo ame- amekojolea. Sawa, so, shekhe anasema hata yabtala mpaka paroe, yaani yale marashi, zile rasharasha za maji zifunike ule mkojo. Sio? tumeelewa sio? Mpaka iroe pata, pata, pata ah. Yaani yale marasha ya maji unayorushia basi yasambae kuziba ile sehemu ya, se ya mkono e, hii ndio namna ya kutoharisha najisi nyepesi. Anajasa tu almutawasitwa najisi ya kati na kati ambayo ndio najisi ya mwisho katika vigawano vitatu vya najisi. Najisi almutawassita, anajasatul mutawassita al najisi ya kati na kati. Anasema nauani najisi ya kati na kati imegawanyika mara mbili, sawa so, hukumia kuna najisi ambayo ni hukumia, waainia. Ambayo hukumia wa ainia, kuna najisi ambayo imehukumiwa na sheria kwamba hii ni najisi wa ainia tu, na najisi nyingine ni najisi ambayo inaonekana. Najisi hukumia ni ile ambayo hauioni kwa macho sawa, so, wa ainia tu ni ile ambayo unaiona kwa macho. Kwa hiyo najisi ya kati na kati ina pande mbili, kuna moja ambayo inaonekana na nyingine ambayo haionekani. Anasema anajasa tu alhukumia. Tunaanza na najisi isiyoonekana, hii ni mutawasikwa hiallati. Anasema ni najisi ambayo laisalaha jumu Ha, haina hai umile, yani kama unaishika hivi usikii kama umeshika kitu laisalahu juru. Sawa, sisi tunavuta hewa, hewa, hewa ni juru, yaani unaza ukaishika, ukai umeshika hewa saa sasa jurmu ni kitu kikishika unakiisi, kama kimchanga kidogo, kitu kuna unakwaruza kwaruze. Sasa huku kukwaruza kunaita jurmu, kuna kitu umeshika unaisi umeshika kitu sawa. Kwa hiyo yani, so, anasema anajasa tuhukumia tu na najisi iliyohukumiwa kama hii najisi alati, ni najisi ambayo laisa laha jurmu, ni na najisi ambayo haina haina nyama, sijui tusemeje, huwezi kuishika sawa. So, wala taamun wala haina ladha, wala laumun wala haina ragi, wala rihun wala haina harufu sawa. So, anasema kabauli ghairi swabihi kama vile mkojo wa asiyekuwa mtoto wa kiume idha jaffa sawa so, mkojo huu ukikauka sawa so, walam tadhhar lahu sifa, na mkojo hakuna sifa inayodhihirika, si tumeelewa? Yaani pale palipopatwa na mkojo pale hakuna alama. Sawa so, hiyo nguo haina harufu wala haina ladha, lakini ina najisi. Sijui tunaelewa wapi, eh? Mtu anaweza akadondokewa na tone la mkojo kwenye nguo likakauka, huyu mtu anatafuta kwamba mkojo ulidondokea wapi hajui Akinusa hamna rangi, hakuna ule mchoro, labda palipokauka pamewekara amani, hakuna. Sasa hiyo nguo itaitwa ina najisi, hukumia sheria imehukumu kwamba hiyo najisi, hiyo nguo ina najisi pamoja haionekani hiyo najisi, sisi tunaelewa eh. Na hapa itamlazimu kama mtu hajui pahala palipoangukia najisi au alijua wa wakati ile najisi ipo, lakini pamekauka hakumbuki tena kwamba najisi ilikuwa pahala hapa, itamlazimu aoshe asue nguo yote, sawa, kwa sababu nguo yote imehukumiwa kwamba eh, ina najisi, si tumeelewa? Kwa hiyo hii ni najisi ya kwanza almutawasito kwa. Laisa laha jurbun, ni najisi ambaye ukigusa usikii kitu, yaani kama imeangukia kwenye nguo, hata ukigusa nguo yenyewe ni tofauti hapo kwenye najisi na sehemu pasipokuwa na najisi, yaani labda pale kwenye najisi paneua, pamekakamali, ukasema hapa pako tofauti na hiyo, hakuna kukakamali, situmelewa? lati uh, laisa laha jurumun ni najisi ambayo haina maumbile eh, wala toamun wala haina ladha wala launun wala haina rangi wala rihun wala tunatafita halisi nayo, hakuna kabauli gairi shabihi. Anasema ni kama vile mkojo wa mtu asiyekuwa mtoto wa kiume idha jaffa, mkojo huo ukikauka walamtazharu lahu sifa, na hakuna alama yoyote inayotunisha kwamba hapa kuna nini, kuna najis. Kwa hiyo najis hii inakuwa hukumia sasa, tunaihukumu kwamba hiyo nguo ina najisi, hata kama hatuioni, hatuujusi, haina hausi. Haya, anasema tahara tuna jasatilhukumia namna ya kutoharisha najisi iliyopewa hukumu, anasema tatu huru bi ghasliha bilmai. Anasema hii inatohariha ka kwa kuiosha kwa kutumia maji, walau maratan wahida, maji hayo. Hata kama utaiosha mara moja tu, hiyo nguo itakuwa imesha fanya nini, imepata tohara. Utaiosha mara moja na hiyo nguo itakuwa imepata tohara sawa. Lakini nguo yenye najisi haidumbukizi kwenye chombo chenye maji machache. Kama unataka kutoharisha nguo yenye najisi, hudumbukizi kwenye chombo chenye maji machache. Maji machache ni duma kulatayni, maji machache ni chini ya kula mbili Sawa, sio unachukua ndoo yako kubwa, na unajua hii nguo ina najisi, utachukua ile nguo ukatumbukiza kwenye ile ndoo. Hapa utakuwa utakuwa uisafishi, kwa sababu shekhe ameshasema kule wakati wa maji, anasema na maji machache yakiingia najisi, hata kama yakubadilika rangi yanakuwa tena hayasai tena kutoharishia kitu sasa. Wewe umeweka nguo nimeiajisi kwenye maji machache, bila shaka ile najisi inaingia kwenye yale maji, kwenye yale maji machache. Ikiwa e, umeingiza nguo kwenye hayo maji machache, basi kaisuze kwenye maji ya kumiminika, sawa e. Ikiwa umetokea hiyo nguo umeitumbukiza kwenye maji machache kwenye ndoo kwenye beseni, basi wakati wa kusuza nenda kaisuze kwenye maji yanayo miminika au kwenye maji mengi au kwenye maji mengi, kuanzia kulataini na na kuendelea, sawa so, eh, kama huko kwenye bwawa au huko ziwani au uko baharini, hiyo haina tatizo au ko kisimani ukatumbukiza ile maji kisimani nguo kisimani ukaitoa, kisi uka walau mara ukaitumbukiza tupwa ikaroa yote ukaitoa, uka tayari uka ishatoharika, sio lazima usikiche. Sisi tumeelewa, kwa sababu hii haina jirumuu sawa haina umbile ambayo inaonekana wala haina harufu wala haina ladha. Sasa unaichovwa kwenye maji, unaitoa tayari, chakuwa safi sawa, kwa sababu haina alama yoyote. Najisi haina alama aina yoyote. Kwa hiyo uh, Shekhe anasema taharatu najasati ukukumia kutoharisha najisi ambayo imehukumiwa, yani najisi ambayo haionekani. Anasema tatu huu bighasliha bimaa, inatoharika kwa kuosha nguo hiyo au kitu hicho kwa maji walau maratan wahida. Hata kama utaiosha mara mara moja tu inatosha, vijana eh? Ndio maimamu wa kesho. Eh, kwa hiyo lazima mjue misingi ya ya usafi.